matumaini yetu ni kwamba unakuwa mzima wa afya, mtazamaji wa TV Fizi News 24 popote ulipo. Tunakukumbusha kwamba tunakutangazia toka mashariki mwa DRC, jimbo ni Kivu Kusini. Mtangazaji wako wa leo Natasha Miongo Andrea, tukiwa tarehe tatu Juni 2025 tuangazie ishirini habari hizi, tukianza na habari za kijamii. Zaidi ya watu elfu mia tatu waliorejea kutoka Masisi katika jimbo la Kivu kaskazini wanapokea msaada wa chakula kutoka kwa shirika la mpango wa chakula duniani PAM, operesheni iliyoanzishwa siku chache zilizopita katika vijiji vya Matanda, Kishanga na Kilolirwe. Tukiwa jimboni Kivu kaskazini, mwenzetu Jaele Omari, ikoje habari? Kulingana na mpango wa chakula ulimwenguni mpango huu ulianza Jumatatu Juni mbili na kuingia wiki yake ya pili. Wakaaji hawa upokia chakula na isiyo chakula ikawa ni pamoja na unga wa mindi, mchili, mahagi, mafuta na chumvi. Msaada huu ulitolewa kwa ajili ya kujibu mahitaji ya chakula ya wakaaji kwa mwezi mmoja. Waliofaidia kwa chakula hii kwa sehemu kubwa ni wakaaji ambao walikuwa wamekaa miezi kadhaa katika tovuti karibu na Goma waliorudi manyumbani mwao ambapo lazima wajumuishe tena katika jamii yao. PAM iliongeza kwamba maeneo ya usambazaji wa vyakula hivyo ni pamoja na Kiloliroi, Kichanga, Matanda, Masisi Centre, kwa lengo la kusaidia watu hawa kukaa tena na kuzindua tena shughuli zao za kilimo. Upande mwingine, PAM inasisitiza kwamba zaidi ya watu elfu mia moja makumi mbili na nane walioazimishwa kaskazini mwa jimbo hilo haswa kwenye maeneo ya Lubero na Msienene. Hao pia walipokea msaada wa chakula ili kukabiliana na hali yao ya hatari. Kwa kuongezea, angalau watoto elfu kumi na tano wenye umri ya miezi sita hadi makumi tano na kenda walinufaika na vyakula vya kuongeza afya ili kupambana dhidi ya malisho mabaya. Kwa kifupi, operation hii e ya msaada wa chakula ni muhimu kusaidia idadi ya watu walio katika mazingira magumu, ili waweze kujipanga wenyewe na kupata uhuru wao baada ya miezi kadhaa ya maangaiko. Wafadhili nchini DRC zinatoa wito kwa pande zote zinazohusika kuwezesha utoaji wa misaada ya kibinadamu na maendeleo kwa watu walioathirika zaidi ili kukidhi mahitaji yao ya kimsingi. Walisema hayo katika taarifa iliyotolewa Juni 2 mwaka tulimo. Katika taarifa hii, pande wafadhili wanaonyesha kuwa lengo ni kuwezesha upatikanaji wa maji, huduma ya afya ya kimsingi, nishati na vifaa vingine muhimu kwa ajili ya kuishi. Kwa nchi hizi wafadhili ni muhimu kuhakikisha ufikiaji usiozuiliwa wa kibinadamu. Wanasisitiza umuhimu kwa watendaji wa kibinadamu na maendeleo kuwa na ufafanuzi kutoka kwa washikadau kuhusu mbinu za uendeshaji katika maeneo yaliyodhibitiwa kwa sasa. Katika taarifa hii, wamekaribisha kutiwa saini kwa tamko la kanuni kati ya DRC na Rwanda pamoja na tamko la pamoja kati ya DRC na FCM ishirini na tatu kwa lengo la kufanyia kazi mapatano, usitishaji vita na mazungumzo. Nchi zilizotia saini ni pamoja na Marekani, Ufaransa, Uswisi, Ujerumani, Uholanzi, Norveji, Sweden, Japan, Kanada na Uingereza ambazo zinasitiza haja ya kuheshimu adhimio nambari 277 ya Umoja wa Mataifa. Wakaadhi wa jiji la Bukavu wanafurahishwa na udhibiti wa kiwango cha ubadilishaji cha dola katika siku chache zinazopita na, na kutoa wito kwa mifumo ya usaidizi. Walisema hayo katika mahojiano na waandishi wa habari Juni 3, 2025 kwenye soko. Maendeleo makubwa mawili yanaashiria utulivu wa kiwango cha ubadilishaji kwa baadhi. Kiwango cha ubadilishaji kimekuwa kikipungua kwa muda. Kwa sasa dola inabadilishwa katika maswala ya biashara kati ya faranga za Kongo elfu mbili mia tisa na elfu tatu faranga za Kongo kwa wauzaji tofauti na kiwango cha awali kwa wabadilishaji fedha. Kupungua pia kunaonekana na ni alama nzuri kwa wengi. Hali hii imeonekana kwenye soko kwa siku kadhaa, walisema hayo katika mawasiliano na waandishi wa habari huku wakiwabainisha kwamba wafanyabiashara kadhaa wanafurahishwa na udhibiti huu wa kiwango cha ubadilishaji katika siku za hapa karibuni. Kushuka kwa to inatusaidia, kwa maana tunaanza kuona watu wanakuja kuuza aiko gisi waliokuwa na kimbia mbele wakati to iko ku franc, lakini masiku tunaanza ona frequentation ma maison zetu tokee iko, kwa maana sisi tunapoteza

ikumbukwe kwamba taratibu zimewekwa kwa siku chache zilizopita, ili kuhakikisha utulivu wa kiwango cha dola hapa Kivu Kusini. Kadeko imewasha tena aa, na mbinu nyingine za kuhakikisha ubadilishaji fedha unakuwa ukidhibitiwa katika sekta ya dola. Elimu. Wanafunzi elfu saba mia mbili tisini waliofuzu ikiwa ni pamoja na wanafunzi wa kike elfu mbili mia tatu makumi tisa na mbili wanaoshiriki katika mitihani ya hali ya nche ya kikao katika mkoa wa Kivu Kusini. Mitihani hii imeanza tangu Juni mbili elfu mbili ishirini na tano katika tarafa la uh, Mwenga na Kamituga tukiwa Kivu Kusini, imesambazwa katika vituo kumi na saba vikiwemo vituo viwili vya Kamituga katika tarafa la Mwenga kimoja. Tunataja kwamba wanafunzi hawa waliohitimu waliweza uh, mitihani na kuanza na mitihani ya uh, inshan, siku ya kwanza uwanjani, mchezo huo ulitolewa na maafisa wa elimu wa eneo hilo katika, mi, katika vituo vya Kamituga ya kwanza katika shule ya msingi ya Masangano. Kwa mkurugenzi mkuu wa mkoa hii ni hatua muhimu kwa wanafunzi hawa kuthibitisha mafanikio yao ya kitaaluma aliwatangazia kuchukua mitihani hiyo kwa umakini na kuepukana na maadili yoyote yanayoweza kuharibu kazi zao huku akiwahakikishia kuwa rasilimali zote ziko tayari kuhakikisha mitihani hiyo inafanyika katika hali ya usalama. Kwa upande wake kaimu mkurugenzi wa mkoa wa Kivu ya tatu b bi, Bitangalo wa Lubila Riana amewashukuru wote waliojitokeza kwa moja kufanya mitihani hiyo katika eneo hilo la jimbo la Kivu Kusini. Kwa jumla mitihani hii itaendelea siku tatu. Siku ya kwanza imetolewa kwa inshani, siku ya pili inatolewa kwa mitihani ya jadi au mazoea ya kitaaluma, na siku ya tatu itakuwa mitihani ya Kifaransa wa mdomo. Hapa Kivu Kusini takriban wanafunzi elfu sabini na nane wanashiriki katika mitihani hii tangu tarehe mbili mwezi wa sita mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Afya. Dozi mpya milioni moja pointi tano za chanjo ya LC16m8 dhidi ya mpox zimetolewa katika jiji la Kinshasa wikendi iliyopita. Ufafanuzi huu umetolewa na taasisi ya afya ya kitaifa ya umma iliyopokea dozi hizi za chanjo mchango kutoka Japani kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kukabiliana na ugonjwa huu nchini DRC, kulingana na Profesa Christian wa taasisi ya kitaifa ya afya ya umma, mchango huu ni sehemu ya ahadi ya jumla ya dozi milioni 3.08 zilizotolewa kwa DRC. Aliongeza kuwa dozi hizi zitatumwa kwa mikoa ambayo hivi karibuni imerekodi kesi za juu za kupambana na mpox nchini DRC kuanzia wiki ya kwanza yani kuanza tarehe 1 mwaka wa 2024 hadi tarehe 20 mwanzo wa mwaka wa 2025 jumla ya kesi jumla ya kesi elfu saba na nne mkato mia nane makumi sita na nne, um, nne zinazoshakiwa za mpox pamoja na kesi elfu ishirini na moja mkato mia nne hamsini na mbili zinazoshakiwa na vifo vya wale ambao tayari wamepoteza maisha uh, ni vifo elfu moja mia saba makumi nane na tisa kesi nyingine zinazotiliwa shaka zinahusu watoto zaidi wenye umri wa miaka ziru hadi kumi na nne, na wanawake pia wanakuwa ndani. Kwa wataalamu, kikundi hiki cha umri kinachukua idadi kubwa ya maambukizo ikifuatiwa na kikundi cha umri wa miaka ishirini na tano hadi makumi tatu na nne ambayo pia inahusu wanaume wengi. Wengi wanaamini kuwa kuwasili kwa chanjo hii kutasaidia kupunguza kasi ya kuenea kwa virusi nchini DRC na hasa katika maeneo ambayo magonjwa hayo yanakuwa yakiripotiwa mara kwa mara na yanakuwa yakigarimu maisha ya watu. Kwa furaha yangu kukujia na matangazo haya kwa siku ya leo tukiwa Juni 3, 2023 Jumanne. Mungu akubariki, kubariki uliotukopa jicho na sikio mwanzo. Ajitamatwa matangazo haya, tukutane siku nyingine kwa majaliwa ya Allah.